Kama unavyojionea askari polisi wakiimarisha ulinzi kudhibiti kundi kubwa la wachimbaji madini ya dhahabu wakiwa katika mgodi wa Isinka wa Ishokelahela, ambapo wananchi wameiomba serikali kuwarejesha kwenye eneo lao lenye ukubwa wa hekta 2250 zilizohodhiwa na mwekezaji Katoni Kitonka Company Limited tangu mwaka 1990 bila kuendelezwa ili waweze kuondokana na uvamizi wa maeneo ya wawekezaji ikiwemo eneo la ushirika la Isinka Ishokelahela linalomilikiwa na wachimbaji mia moja na nne rais alivyotamuka, sisi tulienda kuchimba lakini tuliletewa maasikali kuja kutunyanyasa na kutupiga mabomu. Mpaka hadi sasa hivi masikali wako hapo, wamepiga kambi hapo baada ya rais kutamka kwamba wachimbaji wadogo wadogo warudishie maeneo yao walioyavumbua wao wenyewe tuliamua kurudi, ndivyo mkuu wa wilaya alipokuja na kutuamuru kwamba tuondoke mahali hapa, lakini tunatamka hatuondoki mpaka tunafia hapa hapa wote. Kwa hiyo tunamshukuru mshukuru rais kwa uwezo wake aliyosema kwamba wachimbaji wadogo turudishiwa maeneo yetu. Tunateseka watu waishokela, tuna watoto, tunalala na njaa, hatuna pa kwenda. Watu tumetoka mikoa mbalimbali, hatuna nauli ya kuturudisha makwetu, mwekezaji ameng'ang'ania eneo letu. Tunaomba Mheshimiwa rais usikie kilio chetu. Watu wa Ishokela tunateseka, tunalia na watoto, hatuna pa kula, tuende watu tunateseka watoto wapi wapi si mbona tunateseka watu wako. Akijibu malalamiko hayo katibu wa mgodi wa Isinka Federation shokela hela Bwana Johnny Kingi Balole amesema kuwa mgodi huo wenye eneo la hekta 20 unaomilikiwa na wachimbaji 104 kisheria wakiwa na leseni ya uchimbaji. Tunasikitika sana kuwaona wachimbaji wadogo wanakuja wa kuvamia eneo hili, kwani walishaondoka miaka miwili iliyopita. Wamevamia wakitumia kauli ya mheshimiwa i kwamba eti wameruhusiwa kuchimba. Ni wa mgodi kami halali, tuko kisheria, tumepewa leseni halali na dokumenti zipo. Uchunguzi wa ITV umebaini hekta 2250 zilizohodhiwa na mwekezaji Katoni Kitonka Company Limited tangu mwaka 1990 bila kuendelezwa ambaye kwa sasa hayupo nchini akiwa ameacha ulinzi katika eneo hilo kwa lengo la kudhibiti wavamizi wasijihusishe na uchimbaji wa madini kwenye eneo lake. Nikiripoti kutoka katika mgodi wa Ishokelahela katika kijiji cha Buhunda wilaya ya Misungwi mkoani Mwanza, naitwa Cosmas Makongo wa ITV.